Safari Boss. Safari Boss, sisi ni wakina nani? Safari Boss tupo kwa ajili ya kukuwezesha wewe kumiliki kampuni yako ya utalii. Kwa hiyo, Safari Boss, lengo letu ni kuhakikisha wewe unamiliki biashara yako au kampuni yako mwenyewe ya utalii. Kwa hiyo, sisi tupo kwa ajili ya kukupa maelekezo kuanzia mwanzo hadi mwisho, namna gani utamiliki kampuni yako ya utalii. Na mtu yoyote anaweza kumiliki kampuni yake ya utalii, kwa maana biashara ya utalii ni biashara ambayo unauza huduma. Biashara ambayo unauza huduma ina faida nyingi sana, kwa maana yule mtu anayepokea huduma anakulipa kwanza. Akikulipa kabla hajachukua huduma, ni kwamba amekupa kama kamtaji. Ule mtaji ule unatumia labda kukodisha kruza, kwa maana watu wengi najua makruza hamna, na ninajua kuwa hamna mitaji, kwa hiyo unapolipwa unakuwa umepata mtaji wa wewe kutoa ile huduma. Mtu anakulipa kwanza kabla ya kupokea huduma, kwa hiyo unapolipwa kabla kabla mtu hajaja kupokea ile huduma, basi unakuwa umepata uwezo wa kumwandalia sehemu atakapolala, magari atakayotumia, chakula atachokula, mtu ambaye atamwongoza, yani kulipa wale guides, watu ambao utawakodisha kwa hizo siku chache, kutengeneza uniform za magaidi wako ku brand magari ambayo utakodisha, kuweka stika zako. Kwa hiyo unatumia zile hela ambazo umelipwa kwa ajili ya kutoa huduma ya mtu ambaye atakuja kutumia. Ndio maana nakwambia kwenye hii biashara huhitaji mtaji. Kwa nini huhitaji mtaji? Kwa sababu unalipwa kwanza, kabla mtu anayepokea huduma hajapokea huduma.